Taarifa nyingine zinaarifu kwamba baadhi ya wanafunzi wa vyuo vikuu vya umma humu nchini sasa wanatishia kuandamana iwapo serikali haitatatua mgomo wa wahadhiri unaoendelea kwa wiki tatu sasa. Wanafunzi hawa wanalalamikia kusalia bila masomo kupitia mgomo huo, huku wakitaka suluhu ya haraka kati ya wahadhiri na serikali, kama anavyoeleza mwanahabari wetu Meri Mwoki. huku mgomo wa wahadhiri wa vyuo vikuu unapoingia wiki ya tatu, wanafunzi wanataka suluhu ya haraka, wakisema wanapoteza muda wao mwingi kwenye mabweni na maktaba, huku wakihofia kupoteza muhula mzima wa masomo We demand for

Kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza hali ni ngumu zaidi, kwani walifika chuoni katika wiki ya kwanza ya masomo mgomo ulipoanza. Mgomo huu wa vyuo vikuu vya umma unafanana na ule wa mwaka uliopita uliosababisha muhula kuingia robo ya kwanza ya mwaka huu, na sasa wanafunzi wametoa makataa.

This, this muungano wa wasu ulitoa notisi ya siku saba mwanzoni mwa muhula wa kwanza, na kisha kuanza mgomo ukidai serikali haijalipa shilingi bilioni 7.9 zilizosalia kutoka mkataba wa mwaka 2017 hadi mwaka 2021. Na, na sasa wahadhiri wanataka mazungumzo mapya kwa makubaliano ya mwaka 2025 hadi mwaka 22 tisa. Mirimwoki, runinga ya Citizen.